Joshua Stevens aliyefariki Ijumaa wiki iliyopita aliuawa kwa risasi, naye Abigail Wanjiku akauawa kwa kupigwa na kifaa butu kichwani. Ni baada ya siku nne wawili hao kufariki. Sasa wakazi wanatishia kuanza maandamano kushinikiza kukamatwa kwa wahusika ili familia hizi ziweze kupata haki. So ini... familia za Abigail Wanjiku aliyeuawa kwa kunyongwa na kupigwa kichwa kwa kifaa butu, pamoja na ile ya Joshua aliyefariki kwa kupigwa risasi, zimepata majibu siku nne right baadaye nikaacha bro yangu ameenda kuchukua troza mpya juyawa wakazi akabai akavaa kidogo anapigwa risasi, namo amepigwa, huku ikiwa bayana kuwa Joshua alikufa kwa mtutu wa bunduki. Wakazi wa Mwiki sasa wanadai kuwa serikali imemficha mmoja wao, ilikuwa ni yasini ya polisi kwa ranki ya OCS. Tumejua yani station gani, na sasa wamesema ni risasi na, na ule polisi alimpiga, si ni polisi wa Maroroi na tunamjua, kama hajashikwa, sasa maandamano si tunaanza maandamano peacefully venye tunaifanyaga mpaka jamaa shikwe. Wanaharakati pamoja na mawakili wa LSK, wakishtumu matukio ya mauaji ya Mwiki. Because that merely angers the public. The burial of this boy who is uh, lying here will not happen until we are satisfied that the culprits have been arrested and arraigned in a court of law. Naye Abigail Wanjiku, ripoti ya upasuaji ikisema kuwa waliomuua walimbaka kisha kumnyonga, ila hadi sasa washukiwa hawajakamatwa. Tangu Abigail auliwe hakuna jambo lolote limefanyika, hakuna kitendo hata kimoja DCI wamechukua tuone ya kwamba kuna progress mahali inaendelea, hakuna uchunguzi umefanywa hakuna nini, na simu ya ule msichana iliimbiwa, hiyo inaweza toa wale walifanya hiki kitendo. Ile swali mimi nauliza, kwa sababu hata DCI alituambia wakati tulifika hapa mochari, wakati tulienda pale kuongea kuongea, akasema mwenye buduki yenye iliua Joshua wako naye, lakini mwenye buduki bado sasa kama familia tunataka huyo mwenye buduki, huyo askari alishuti Joshua, tusikia ameshikwa. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.